Madini.com. Picha linaanza, oyea, oh, picha linaanza. Na wiki iliyopita tuliangalia jinsi ambavyo Aymen alishafikia sehemu, ameshagundua kwamba alipo sio sehemu nzuri na anahitaji kuondoka Al-Qaeda. The first hapa ndipo Ayman alianza kuwasha full light kwa viongozi wake, kwa sababu mwanzo alijua wanatengeneza silaha kwa ajili ya vifaru na kambi za kijeshi za Marekani mashariki ya kati, na si vinginevyo. Miaka yote ndivyo walivyomwambia, na hata kwenda kwake Bosnia, utakumbuka ilikuwa kulinda Waislamu wanaoonewa. Na ghafla aligundua wenzake wana mpango tofauti. Picha linaendelea na Dula Planet MC Ambua. Picha lilianzia mwishoni mwa mwaka 1998 na Septemba, ikiwa ni miaka miwili kabla ya tukio la Septemba 11, wiki mbili before, Mwamba alikuwa amekoswakoswa na mabomu ya jeshi la Marekani kwenye kambi aliyokuwepo, ikiwa ni kujibu mapigo ya mashambulizi ya balozi za Tanzania na Kenya. Wakati huo wa Aimen ameshajua ukweli so akageuka Steve Nyerele, kusema ya nini ya nini, mie nimeachia akawa anatafuta pa kuchoropokea, anatokaje nje ya Afghanistan? Kama zali mwaka mmoja kabla 1997, aligongwa na typhoid na malaria, alizidiwa kiwango cha kutaka kuitwa mwenda zake, ikabidi asafirishwe kwenda Qatar kwa matibabu. Na akiwa huko, daktari akamwambia wamegundua tatizo kwenye ini lake, wamemfanyia manuva ya matibabu, lakini atahitaji kurudi next time kama afta mwaka mmoja kwa ajili ya check up zaidi mwaka mmoja wenyewe ilikuwa ni 1998 ambapo ikamkuta tayari ameshagundua kumbe wahuni wenzake ni wahuni, sio watu. Hapo akapata wazo kuwaambia wakubwa inabidi kuonana na daktari Qatar kwa ajili ya checkup. Hakuna aliyechezwa na machale yote kwamba mwamba anataka kubwaga. sana sana, walimwambia ukifika Qatar, make sure wanaripoti kwa uongozi uliopo hapo, wajue upo tao, tafsiri yake ufuatiliwe mwenendo. Novemba 1998, mwamba anatua kwenye uwanja wa ndege wa Doha, Qatar, tulipochezea world cup. Anasema akiwa kwenye ndege anaona anaiacha ardhi ya Afghanistan, alikuwa anajisemea moyoni, leo ndo mwisho itova. Akiwa anaitazama milima ya nchi ile yenye historia ya nyeusi ya mtufuano wa siasa za kimataifa, alianza kula kiapo cha kiimani cha kujiondoa rasmi kwenye maisha yale, na akiapa kuto kurudi tena Afghanistan. Unachotakiwa kujua ambacho hata yeye hakujua wakati huo ni atarudi tena na kuendelea na kazi zile zile, lakini kwa namna nyingine, chini ya bwana mkubwa mwingine, mashirika ya ujasusi ya Uingereza MI5 na MI6. Kwa hiyo akafikia kwa mshikaji wake Doha Qatar, na alikuwa amesha mchana ukweli kwamba anatamani kuondoka Al-Qaida. Ghafla simu ya mwenyeji ikaita. Yes, nchi za wenzetu zipo wild kiasi hicho. So, simu ya mshikaji ikaita, akapokea, ikawa kama tunavyoona kwenye Bongo Movie. Uh, unaongea na askari wa kituo cha kati, tunajua umempokea mgeni mpya, njooni kituo cha kati. Nimesema Bongo Movie kwa sababu Aimen anasema wana usalama hao walimuita mtuhumiwa wa ugaidi just kwa kupiga simu na kumwambia mshikaji wake huyo, mwamba uliye naye ghetto, njoo naye. Hatutamfanya chochote. Ingekuwa nchi kama USA ama Ulaya, bila shaka unapata picha sini yake ingekuwaje. Sina hakika kama ni utaratibu wa kawaida, lakini ndio mazingira aliyofikia mikononi mwa wanausalama wa Qatar. Hata hivyo, alishajipanga anyway, ikawa kama mbuzi kafia kwa muuza supu. Hakutaka shida, akamwambia twende. So wakafika eneo walioambiwa na wakamchukua, na walimtreat fresh kama walivyomwahidi, wakamwingiza kwenye chumba ambacho aligundua haikuwa ishu ndogo maafisa zaidi ya kumi wa usalama walikuwa wameizunguka meza ndefu na pana, huku kiti kimoja kikiachwa wazi katikati kwa ajili ya mhojiwa. Akaingia mhojiwa, yakaanza: Do you deny that you are a member of Al Qaida? Wakamwambia, sikia mwamba, tunajua wewe ni nani, tunajua uhusiano wako na Abu Zubeida ambaye nilikuambia alimpigia simu akiwa Bosnia, na wanajua pia kambi aliyopelekwa Afghanistan. Kifupi walimwambia wanajua vingi, ikiwemo taarifa za safari yake kuja Qatar na kuhusu mienendo yake, na anakiri kweli kwenye maswali yao, aligundua wanajua vitu vingi. and I said no I don't deny anything I mean everything you said is accurate. Na baadaye aligundua aliyemchomesha ni Mwamba Abu ambaye nilikwambia, baadaye akawa mfungwa maarufu sana Guantanamo, alitengenezewa hadi documentary HBO kwa jina la The Forever Prisoner. Inaonekana ndugu Abu alibonyezwa kizenji mahala, akatapika kila kitu, kwa sababu ndo alikuwa kama gatekeeper Yani, mpokea wahuni wote wanaokwenda kambi za Alqaida Pakistani dheni wanazamia Afghanistan kupitia chocho kama ndugu Aimen. Wakamwambia sasa, bablai, kurahisisha mambo upande wetu na wako, tuchane tu ukweli. Unakataa kwamba wewe ni mwanachama wa Alqaida? Akajibu hapana, sikatai chochote, kila kitu mlichosema ni kweli tupu. Yanini, kusikia jibu hilo, wote wakawa kama wamepagawa kidogo. Tumezoea kwenye muvi magaidi ama wahalifu hawawezi kukubali kirahisi hivyo, hata maafisa usalama hawakutarajia jibu hilo kirahisi hivyo, huku mtu mwenyewe anatabasamu. Walionyesha wazi kushangazwa na mwisho, afisa mmoja akamuuliza, sasa kwa nini kijana mdogo kama wewe unakuwa memba wa Alqaida? Wakati huo alikuwa kijana wa miaka ishirini. Jamaa mwingine aliyekuwa na mhoja akawa bado anashindwa kuunganisha doti za kijana ambaye wamempigia simu, amekuja na amekubali kila kitu, akamuuliza kuna kitu ambacho sijaelewa, labda inahitaji utueleweshe. Maana wewe bwana, umekuja hapa unakubali kwamba ni gaidi na historia yako yote ya uhalifu, alafu unaonekana upo comfortable kabisa. Hebu tuweke sawa kidogo hapo. Aimen akawaambia maafisa wa usalama kwamba akiwa njiani kuja Qatar alishakula kiapo cha kiimani kuachana na maisha hayo. Wakamuuliza why, akawapa stori yote kama nilivyokueleza hapa na sababu zake. Wakamwambia hebu subiri kwanza. Then wakamwacha mwenyewe kama unavyoona sini za magaidi kwenye muvi. Baada ya muda, wakarejea na habari njema kwamba lazima atafutiwe sehemu salama, kwa maana ya nchi ambazo zipo tayari kumpokea na kumlinda, kwa sababu uharabuni wa huni wa Alqaida umejimiksi kila mahali. Na fasta, nchi tatu zilikuwa zimekubali kumpokea kwa taarifa alizotoa. Ufaransa wamesema wapo ready uwe mgeni wao, lakini pia lakini pia kwa malkia bi Eliza Uingereza wanasema wangefurahi wakiwa mwenyeji wako, na zaidi ya yote baba lao USA wanasema utatisha sana ukichagua kwenda kupata malazi na mavazi na chakula kama mgeni wao CIA. Hizo zote ni nchi zilizoonyesha interest, lakini alitakiwa kuchagua nchi moja pekee. Akauliza ana dakika ngapi za kuamua. Wakamwambia una dakika 30 tu mzee. Baba mwamba akachekecha. Wee, akaomba chumba chake, wakampa chumba hapo ofisini. Akaanza kupiga dua, kuomba Mungu amwongoze achague sehemu sahihi kwake, kwamba Mungu wewe, ndo umeamua niondoke kule. Imajin sini ya kijana ambaye unaambiwa ni mtengeneza mabomu wa AlQaida aliyeamua kujisalimisha, alafu unaambiwa yupo kwenye chumba hiki, alafu ameinama anaswali bila shaka, judgment yako juu yake ingekuwa tofauti, but kwa kuijua stori yake yote somehow, una mtazamo tofauti. Picha linaendelea, akawaza Ufaransa. Hakuwa anapenda lugha yao, so akaona kabisa kuishi huko ni uongo. Then akawaza Marekani, akakumbuka miezi michache nyuma walimkosakosa kumdondoshea maparachichi mabomu yao kulipiza walichofanya Tanzania na Kenya, akawaona ni mapema sana kwenda kwao Chaguo lilobaki ilikuwa ni UK. Kihistoria pia akakumbuka babu yake alikuwa mwanajeshi wa Uingereza ndani ya Iraq. Akaweka alama ya pata verified. Alipomaliza akatoka kuwaambia ameamua UK, wakamwambia basi mororo, jiandaye jioni ya leo tunaamsha dude, unapanda ndege hadi UK. Akauliza vipi kuhusu visa ama passport kwa sababu hana kielelezo chochote, akaambiwa usijali utapanda ndege na utatuwa salama UK na hakuna utakachodaiwa airport. Hapa ilikuwa ni mwezi Desemba 1998 na alikuwa ametua Uingereza. Akapokewa na maafisa wawili wa usalama, mmoja kutoka MI5 na mwingine MI6, kitengo cha kupambana na ugaidi. Maafisa hawa walikuwa wanaongea Kiarabu vizuri, ikawa like karibu mgeni, tuna mengi ya kufanya na kuongea. Ukumbuke hadi hapa AlQaida wanajua mwamba yupo Katar anapata matibabu. And there in Heathrow, I had two people coming to meet me, one from MI5 and one from MI6. Both are from counter-terrorism. Kifuatacho yalikuwa ni mahojiano yani, debriefing, kati yake na maafisa inteligensia wa Uingereza waliotaka kudownload mengi iwezekanavyo aliyoyajua kuhusu ugaidi na magaidi ambayo yangewasaidia kwenye mishe zao za usalama. Ilikuwa ni mwishoni mwa mwaka 1998 kuelekea 1999, ambapo kwa Tanzania tulikuwa tunajiandaa kuagana rasmi na baba wa taifa hili Julius Kambarage Nyerere ambaye alifariki 1999, ikimaanisha e, alisikia na kuona nchi yake imeshambuliwa na magaidi 1998. Nilikueleza huyu mwamba alijisalimisha Qatar na fasta akapewa nusu saa achague nchi gani anaenda, akasema UK kila siku ratiba yake ilikuwa ni kwenda ofisi za wazee wa kazi intelijensia ya UK kufanyiwa hiyo debriefing, kuzidi kudownload taarifa alizokuwa nazo. Walijua kambi za Alkaida zilipo, safe houses, bei za mafunzo ya kijeshi, karakana za silaha, maajenti wao na mengineo kibao. Moja ya taarifa za awali ni kujua level ya connection ya Ayman ndani ya Alqaida, ambayo ingewapa maafisa usalama kujua wanadili na, na, na wa mtu aina gani na wamtumie vipi. Walimwambia Blas, Aimen, umezaliwa wakati wa mavuno, kwa sababu umekuja wakati mwafaka. Hii ilifanya muda wa kufanya mahojiano ukapitiliza miezi mingi kuliko walivyomwambia mwanzo. Kwa hiyo ikabidi watengeneze cover story. Yes, ilihitajika story ya kutunga ya kivipi alikuwa London kutoka Qatar. Idea ya mwanzo haikuwa kumrudisha Afghanistan, lakini akiwa hapa Uingereza alikuta ndo kwanza idara zao za usalama hasa kupambana na uhalifu wa kimataifa kama ugaidi zilikuwa zimefocus kwenye umoja wa Soviet wakati huo na vita baridi, tulizokueleza episode za nyuma. Kwa hiyo walipojua connection ya on top wa al Alqaida aliyonayo, ilibidi kukip hizo connection na kuendelea kuzitrack hapa tuseme upande wa magaidi wa AlQaida mkeka ulishaanza kuchanika kimya kimya. picha ah, linaendelea oh yeah, picha linaanza na, na teknikali linaendelea pale ambapo tumeishia sehemu zilizopita, hop unazifuatilia kupitia YouTube pamoja na podcast yetu ya audio Audiomack. Asante kwa kile ambayo unaifuatilia stori yetu. inamuhusu yule yule jamaa Aimen Dean ambaye yeye ana stori ndefu, tumezungumzia maisha yake ya kupita AlQaida. picha linaendelea na dula planet Abdallah ambua, wakati anajisalimisha kwa serikali ya Uingereza, mmoja wa makubaliano ni waanze kunormalize maisha yake, yaani kutoka mtu wa vilupuzi hadi raia wa kawaida, ikiwemo kwenda chuo. Ukumbuke alikuwa na miaka 20 wakati huo. Lakini siku moja tu mwaka uliofuata, Machi 1999 wakamcheki na kumwambia hivi, unaweza kurudi Afghanistan? Kuna baadhi ya taarifa, hatuna mtu wa uhakika kutupatia vizuri za hawa wahuni. Jamaa akajibu hapo hapo, yes no problem Wakamwambia kaka, hatujamaanisha leo, achukue hata wiki kadhaa afanye maamuzi, lakini mwamba akashikilia jibu lake kwamba I'm ready to go, yes. Aliondoka akiwa gaidi, sasa anarudi akiwa spy mwenye ajenda tofauti. jo makini anasema amerudi kama mpangaji alikuwa mmiliki kabla ya uhuru Kwenye hili duu, kama mpangaji alikuwa mmiliki kabla ya uhuru. Utajiuliza, huyu jamaa alikuwa haogopi kurudi? Well, kwanza walishamtengenezea cover story. Serikali ya Qatar na UK zilishirikiana kumfanya onekane ni mfanyabiashara mashuhuri anayechupukia anayetoa mizigo yake kati ya nchi hizo, so alikuwa London kwa mishe hizo, baada ya kufanya check up. Hata hivyo, kulikuwa na sensi ya hatari kwenye misheni ya kumrudisha, na hata waliomtuma walimwambia, lakini huoni hatari kurudi tena kule? akawajibu, I will be absolute hypocrite if I was willing to sacrifice my life for the wrong side and then when I'm on the right side I become a coward. nitakuwa mtu wa aina gani endapo nilikuwa tayari kufa wakati ambapo nilikuwa upande mbaya, alafu leo hii nipo upande mzuri, niogope kufa? Remember, safari yake ya kwenda Bosnia ilikuwa ni kujitolea kwa kile alichoamini ni sahihi, hadi alipokuja kugundua mwishoni kwamba wahuni sio watu kwa hiyo ikawadia safari ya kurudi Afghanistan kama spai na skripti ikasukwa kwamba kama mfanyabiashara memba wa AlQaida kindaki ndaki ameamua kurudi Afghanistan kuongea na viongozi wa AlQaida wafanye michongo ya bidhaa kutoka Afghanistan naye ataziuza kwenye nchi yake Saudi Arabia na nchi nyinginezo za uharabuni. Hii ilikuwa ni dili na ketetamu kwa makamanda wa AlQaida ambao kufanya biashara nje ya nchi ilikuwa blocked kupitia Ayman ingekuwa kamserereko Kumbe hata magaidi wanapenda kamserereko na hawakuchomoa. Kwa hiyo mwamba akawa anaingia Afghanistan, Pakistan, anazurula hadi Dubai, anakula tena mwewe hadi Bahrain na kwingineko. Mwamba akawa anafanya biashara na viongozi wa Alqaida kupitia mgongo wa siri wa Uingereza, na technical tunaweza kusema hapa, serikali ya Uingereza ilikuwa inafanya kile tunaita refa kapeta kuwapa mwanya wa makusudi magaidi kuingiza pesa za kuendeleza miradi yao binafsi, kwa sababu Aimen anasema wakuu wa Al-Qaida walidamshi kipindi hiki kwa sababu walijenga, kusomesha, kulisha familia na kujitegemea kiuchumi mbali na Al-Qaida. Ikawa rahisi wakimkamata tu, anasema ongea na kamanda fulani wanamwachia. Picha linaendelea Ukumbuke, ni miaka 1999 hadi 2003 ambapo simu hazikuwa na kamera na hata ungekuwa na kamera sio kitu cha kawaida wakati huo, kwa hiyo ingekuwa kifo chako endapo angekudaka nayo. Mishen za MI6 zilikuwa kupitia macho na ubongo, inabidi kukumbuka locations, majina na yote unaoyaona na, na baadaye kuyaelezea kwa mdomo kwa usahihi. Mbali na hilo, sharti namba moja lililoambiwa wakati anapatiwa mafunzo ya uspai kurudi Afghanistan ni kamwe kamwe na ni marufuku kuuliza swali lolote. Yes. Kati ya njia simple za kushtukiwa ni maswali, kwa sababu ukiuliza swali maana yake unataka jibu. Lakini pia swali hubainisha interest yako iliyopo, na swali dogo sana linaweza kukuponza. Unatakiwa kuacha taarifa zije kwako na usionyeshe unataka kujua chochote ambacho hakikuhusu hata kama ni kidogo. Na hii ndio sababu Aimen alikuwa ndani Alqaida kama spy Septemba 11 wakati USA inapigwa tukio la kutekwa kwa ndege na kugongeshwa kwenye majengo, lakini alishindwa kuwasanua kwa sababu taarifa ndani ya Al-Qaida zinaenda kwa zinayemuhusu, na kutokana na spy haruhusiwi kuuliza maswali. Kuna dalili aliziona, lakini mchongo ulikuwa na siri kubwa. Kati ya viongozi ishirini wa baraza la juu la Al-Qaida linalojumuisha Osama bin Laden mwenyewe, ni nane pekee walikuwa wanajua mchongo ule, tena masaa 48 kabla ya kutekelezeka, na wengine hawakuambiwa in details. Magaidi 19 waliofanya tukio lile walifundishwa kwenye kambi yao peke yao. Kati yao ni watano pekee ndo walijua misheni ile ilikuwa ya kujitoa mwanga, kumaanisha kwamba vijana 14 waliokuwa wameshiriki zoezi lile lililotia hofu New York na dunia

Uh, split into compartments, kiongozi wao pekee Khalid Sheikh Mohammed na marubani wanne jumla yao watano ndo waliaga wachumba zao kuwaambia hii safari sio ya kurudi, lakini wakadhurumu roho za wauni wale 14 na wengine walioingia kichwa kichwa. Taarifa pekee anayoikumbuka alipewa na Al-Qaida ni alitumwa kuwaambia members wa Al-Qaida waliokuwa Uingereza waondoke chapu kabla ya mwezi Oktoba kwenda Afghanistan. Lakini wangemtuma apeleke pesa sehemu fulani Marekani ingetoa mwanya tukio zima kugundulika. Hata hivyo, najua kuna wale wazee wa conspiracy theory ambao wanaamini tukio la Septemba 11 Marekani wenyewe walihusika, lakini jinsi lilivyofanyika ni fakti na wahusika ni hao na taarifa rasmi ni hizo. Shuhuda binafsi kama hizi hutupa uhalisia zaidi kwamba magaidi na ugaidi upo, wana survive vipi na wanatekelezaje matukio yao au wanasaidiwa na nani? Huo ni mjadala mwingi. Aimen alifanikiwa kuwapiga changala macho Al-Qaida na kuendelea kuwa spy, lakini haikuwa rahisi, kwa sababu kazi yake hiyo ya kusafiri sana ilifanya wamfanyie check-up za mara kwa mara. Siku moja akiwa zake kambini, jikoni, amerelaks akashtuka, mguu wa kuku mgongoni. Yes, alisikia kabisa na kuelewa, huu ni mtutu wa mjegeje, nimewekewa. Akaganda kwa sekunde kadhaa, kisha akasikia sauti, tulie hivyo hivyo, tumekushtukia Tunajua who you working for, the game is over, umekwisha kugeuka anakutana na mpiganaji mwenzake wa hapo kambini. Pale pale akakumbuka mafunzo aliyopewa Uingereza kabla ya kuja aliambiwa, magaidi wanatafutwa na serikali nyingi, kwa hiyo wana maspai ama maadui kutoka sehemu kibao. Kwa hiyo ikitokea tukio kama hili, endapo kweli watakuwa wamemshtukia, watataja direct jina la ajenti unayefanya naye kazi. Wasipotaja specific, ujue ni mikwara ya Mandonga mtu kazi kazi unayo hapo, umeakanyaga umekutana na mandonga mtu kazi, utajuta kuzaliwa alio kushawishi utajilaumu. Umekutana na mandonga mtu kazi, utapigwa ndonga, utalala hapa chinja uwa. Tipu hiyo ndogo ya kuokoa maisha ndo ilimpa ujasiri wa kugeuka, wakati alipowekewa mjegeje mgongoni, kwa sababu aligundua kosa hilo. Mwamba alimtishia pengine, angesikia tumeshtukia michongo yako na Uingereza angejua kushnei babuji. So aligeuka kwa hasira, akamwambia Law your weapon tena usirudie tena kumnyooshea memba mwenzako bunduki, nitakuripoti kwa viongozi wako. Kifupi, mikwara ya maigizo ikawa mingi pale pale. Jamaa alimchana Mwamba, nothing personal bro. Ilikuwa mikwara ya maigizo aliyoagizwa na kamanda fulani amfanyie check up, kwa sababu tunawafanyia hivi members wenye mishe za kusafiri sana. Alikaa miaka saba kama spy wa Ingereza ndani ya AlQaida. Picha linaendelea Ilikuwa elfu mbili na sita ambapo huku Tanzania Matonya ndo alikuwa anatamba tamba na kibao chake cha Violet, mwandishi wa episodi hii akiwa zake fom 2 somewhere in Arusha. Sijui wewe ulikuwa wapi mwaka huu. Mwezi Juni kwa Aimen alikuwa zake Ufaransa, tena mtoni. Yes, ndio ilikuwa mara yake ya kwanza ameamua kujipalikizo atembelea Ufaransa kuona mema ya nchi alikuwa hajawahi kufika, na alipouliza wenyeji wake wa kazi UK wakamwambia hamna noma. Then akiwa zake kwenye boti moja mtoni, wanasafiri ndani ya Paris, mara simu yake ikaita, kucheki akaona kumbe ni ujumbe mfupi wa maneno, aka text message, kutoka kwa mwanaye mshirika wa Alqaida nchini Bahrain. Inasomeka, kaka, kuna spy kati yetu, tafuta sehemu ujificha, soma Times Magazine meandika kuhusu kitabu kinachokuja soon, nenda kasome. Baada ya kusoma ujumbe ulimwogopesha kiasi, lakini hakuwa na namna, ni mtoni kwenye boti so alipofika hotel ikabidi atafute internet cafe ambazo ndo zilikuwa sehemu pekee unaweza kupata huduma ya internet enzi hizo. Akaingia website ya Times Magazine na peji ya kwanza tu akakutana na promo ya ujio wa kitabu ndani ya wiki hiyo, kichwa cha habari kikisomeka Marekani wana spy mmoja wa moto ndani ya AlQaida wa lugha yao aliandika, the US had a brilliant spy inside Al Qaida. Alipoona taito inasema spai wa Marekani, kimoyomoyo akajipa moyo, kumbe sio yeye. Kisha akaklik akaendelea kusoma makala yenyewe. Kadri alivyozidi kusoma, anasema ndivyo alianza kuhisi tumbo la uzazi linamkereketa. I know ni mwanaume na utajiuliza tumbo la uzazi tena, lakini ni situation moja isiyoelezeka ukijaribu kuimajini kujua kwamba usinichi wako umejulikana Alafu upo nje ya nchi inayokulinda and my heart was sinking all the way down to my stomach, because it it really talked about me, about operations that I was involved in. Kila mstari alousoma wa ile article aliona jinsi unavyomzungumzia yeye. Picha linaendelea. Nixon Simon aka niki wa pili, niko madin.com, ni taarifa na maarifa vinakombaini pamoja, kwa sababu ndani ya taarifa pia kuna maarifa. oh, yes icha linaanza. Mabibi na mabwana, na nilikuambia leo ni special, na kwa mara ya kwanza nipo face to face na mshikaji ambaye muda mrefu sana sijamuona tukifanya hiki tunachokifanya. mambo vipi Raz? poa sana gray. mambo vipi Ebana, fresh sana niambie, safari ilikuwaaje kutoka Mbeya hadi Dar es Salaam kwa mara nyingine tena kurudi mjini Dar es Salaam ilikuwa ilikuwa nzuri ilikuwa nzuri kama siku zote. Yeah, so tuko na Razim mtamaduni, na yeye ndio leo. Kabla ya kuzungumza naye mambo mengi sana, itabidi aanze kwanza atupigie picha linaanza kwanza, tutakuja kusikia mengi hapa kutoka kwa Razim tamaduni na yeyote yule ambaye unasikiliza show muda huu. Asante, twenzetu tukamalizane na kuhusiana na jamaa ambaye alikuwa ni memba wa Al Qaeda. Ayman Din ametupa vitu vingi kuhusiana na maisha yake. Je, nini kiliendelea ndani ya Al Qaeda? Dula ametuanzisha kuanzia episodi ya kwanza mpaka sehemu ya tano na leo sehemu ya mwisho kabisa, anamalizana nayo Razim Tamaduni kuendelea pale tulipoishia. Kila msali aliosoma wa ile atico aliona jinsi alivyozungumziwa yeye ilizungumzia operesheni za Alkaida zilizowahi kukwamisha kwa sababu ya huyo spy. Makala ikazungumzia pia viongozi wa Alkaida waliowahi kuuawa sababu waliuzwa na huyo spy, na details zote ni zile ambazo mtu yoyote wa Alkaida akisoma ataweza kulinki kirahisi sana, na Ayman alihisi kiswahili swahili kikafata kizunguzungu. Sehemu iliyomdatisha kabisa ni baada ya kusoma mwandishi alipoandika, tumpe jina la kubuni huyo spy, tufanye anaitwa Ali ambacho ndugu mwandishi wa makala hakukijua ni kwamba hilo jina alilobuni lilikuwa jina halisi la kuzaliwa la ndugu Ayman Dean. Akazidi kudata. Ilikuja kufahamika baadaye kwamba ilikuwa leak kutoka ofisi ya makamu wa rais wa Marekani, kavujia kwa ndugu journalist Ron Suskind, akaandikia kitabu kilichoitwa The 1% Doctrine ambacho kilifikia top 3 ya best seller list ya vitabu USA. Kurasa 83 za kitabu hicho zilimhusu brother Ayman. Baada ya kusoma we akatoka speed hadi kibanda cha simu, akapiga simu ya emergency, akaomba msaada wa haraka kwamba kimeumana, kwa hiyo kime mwenyeji wake amtafute haraka. Ndani ya dakika tano simu yake ya mkononi ikaita, kupokea, akasikika yule Bae mwenyeji wake. Bae mwenyeji namaanisha handler kumaanisha yule afisa ambaye amekabidhiwa kwake kumonitor na kumpa maelekezo yote ya kikazi. Huyu ndo aliyemruhusu hata safari kama hizi za kuja Ufaransa bila kupoteza time. Akamwambia mwenyeji wake, please, kasome Taimes Magazine chap, kisha unirudie uniambie nifanye nini. Baada ya mwamba kupitia alichokisikia kwa kijana wake, akarudi tena kwa Aimen akiwa amepaniki, kwa hasira kiasi kwamba alikuwa anatumia tusi kama koma, kila baada ya neno anatumia jingo ya F-word, lakini akamwambia asiogope, everything is under control. Akamwelekeza watakapokutana ndani ya Paris, na kwamba wameshawatuma watu, watu home kwake pameshasafishwa kufuta ushahidi wowote, akirudi atakuwa na sehemu nyingine mpya. Aliporudi UK ndo wale wenyeji wake kutoka MI5 na MI6 wakampokea na makumbatio kama yote, wakimwambia usiwaze mwamba, tupo nawe, na kwamba simu zinaendelea kulia sana Washington DC kujua imekuwaje hadi taarifa nyeti kama hizi zinavuja. It was the biggest kikubwa, walimhakikishia usalama wake, lakini ilikuwa ni wazi cover story imefumuka. So wakati wanakuja kumsalimia maafisa mbalimbali, walikuwa wanampa pole kwa yaliyojiri, lakini pia kumweleza kwamba enzi zake za spy zimekamilika. So mjadala ni what next kwenye maisha yako. Ikatokea mmoja wa kuwa MI5 alikuwa na staff shughuli za ujasusi, na alikuwa anaenda kuchukua nafasi ya juu kwenye moja ya benki kubwa duniani so akamwambia, ndugu Aimen, umefanya kazi kwenye sistemu ya pesa ya magaidi, utakuwa unajua michezo yao, kuanzia mashirika ya misaada, hawala sistemu na janja janja nyinginezo. Nadhani utanisaidia pale kutambua aina ya pesa zilizopita pale za magaidi. So akala kibarua ndani ya benki. Matukio ya majaribio ya kuuawa kwake yameshatokea ya mara kadhaa, lakini ulinzi wake ni mkali. Hata hivyo, maisha yake ya familia siyo mazuri. Jamii ya Uingereza haijampokea na mara kibao, wazazi wa shule ambayo watoto wake wanasoma wamekuwa wakipeleka mashtaka ya kuogopa watoto wao kusoma shule moja na watoto wa spy alias snitch magaidi, wanaogopa itakuwa target ya magaidi. Walimu pia walikuwa wakimwambia wazi hata shule anazopeleka watoto hawajui matukio aliyoyafanikisha kuzuia ndani ya UK. Anasema ni jambo lililomkata sana. Wameshamshauri sana atafute nchi ya kwenda kwa ajili ya wanaye. Akakata shauri kupaki na kurejea nyumbani Saudi Arabia. Tulikwambia Al-Qaeda ni kama haipo tena, maana wenye aidia walishaitwa waenda zao karibia wote. Kuna makundi kibao yameibuka na siasa za duniani zimebadilika sana, na hata aina ya maadui waliopo uwanjani ni tofauti. Aimen bado yupo na stori ya maisha yake inaendelea. Kitabu chake kinaitwa Maisha Tisa, kwa lugha ya kwao Nine Lives. My time as MI6's top spy inside Al Qaeda. Imeandaliwa na Grayson Gideon. Sauti unaoisikia ni ya Razin Tamadon. Ishi na sisi online kwa kusachi madin.com kwenye platform zote. Enjoy taarifa na maarifa.